Siku ya Filbert Bayi alipovunja rekodi ya dunia ya mita 1500 huko New Zealand mwaka 1974. Bayi akitumia uzoefu wa mchezo ya Afrika mwaka 1973 mjini Lagos, Bayi akitumia uzoefu wa mchezo wa Afrika mwaka 1973 mjini Lagos, aliamua kutumia mbinu ile ya kuongoza tangu mwanzo. Alipoanza mbio, Bayi alikimbia mbele ya wote, akiongoza kasi kila hatua hadi mita mia mbili za mwisho. Alivuka mstari wa mwisho kwa muda wa masaa matatu dakika 32 mbili na sekunde kumi na sita yani yaani masaa matatu dakika 32 na sekunde yani mbili rasmi, akiweka rekodi mpya ya dunia iliyodumu kwa karibu nusu karne. Rekodi hiyo ilivunjwa mwaka 2022 na mbili huko huko Birmingham, Uingereza, na Oliver Ela wa Australia alikimbia kwa masaa matatu na dakika 30 na sekunde kumi na mbili. Hata hivyo, jina la Filbert Bayi linasalia kuwa hadithi ya ujasiri, mbinu, na imani binafsi, na rekodi yake iliyodumu miaka arobaini na nane imevunja rekodi za rekodi ziliyodumu muda mrefu bila kuvunjwa.